Rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore baada ya kujaribiwa kupinduliwa hivi karibuni ametoa kauli ama hotuba nzito kwa ajili ya kesho ya Waafrika. Amenukuliwa akisema watu wengi huniambia kuwa mwisho wangu utaishia kama Thomas Sankara au Gaddafi, lakini siogopi kuikomboa Afrika. Ni jukumu linalostahili kufa kwa ajili ya Afrika Amesema Ibrahim Traore. Ameongeza kwa kusema moja ya mambo makubwa yanayoizuia Afrika kukua ni hofu. Watatuambia kuwa Thomas Sankara alijaribu kufanya hivi, lakini yuko wapi? Amekufa. Rais wa Haiti alijaribu kufanya hivi, yuko wapi? Amekufa. Gaddafi alijaribu kufanya hivi, yuko wapi? Amekufa. Haya ni maneno ya kificho yanayotumiwa kututisha, halafu tunaona vijana wengine wakijaribu kufuata nyayo zao kwa njia tofauti. Watu wengi waamini kuwa viongozi wanaotawala kwa kuzingatia ustawi wa watu wao huishia kufa au kufungwa. Yote haya ni mbinu za kutufanya tuogope na kubaki kuwa waoga. Sisi wa Afrika tuna mapambano na lazima iwe ni mapambano ya ride or die. Yaani mpaka mwisho hofu ndio silaha kuu waliotumia dhidi yetu. Usiwe mwoga. Ukweli kwamba Gaddafi alishindwa haimaanishi mwingine atashindwa. Ukweli kwamba Tomasi Sankara alishindwa haimaanishi mwingine atashindwa, na hata kama mimi nitashindwa, mtu atakayekuja baada yangu anaweza kufahuru kwa sababu tayari nimeonyesha kuwa inawezekana. Afrika inaweza kuwa kuu. Captain Ibrahim Traore Rais wa Burkina Faso ameyasema hayo. Rais huyu amenusurika katika majaribio zaidi ya ishirini ya kumuua, lakini bado hajaacha kupambana na anaisia, anaisihi Afrika isimame imara.